Rafiki yangu mpendwa, natumaini wewe umzima kabisa wa afya. Ninaizungumza nawe ni Jeremiah Wami, ni nimu mwimbaji, ni mwanamuziki, ni mwalimu wa muziki na mchambuzi wa muziki. Basi kama ilivyo kawaida, tumekuwa tukizungumza masuala kadha wa kadha kuhusiana na muziki kwa wewe ambao umekuwa ukinifuatilia kupitia hii chaneli yangu, na leo ninapenda kuzungumza mada inayohusiana na muziki, na mada hii inasema, mambo yatakayofanya kundi la uimbaji libaki katika ubora wa kimuziki na ubora wa kiroho katika huduma. Basi kama tunavyofahamu kwamba mambo yote mazuri huwa yatokei tu hivi hivi, lazima kuna jitihada zifanyike, lazima kuna vitu vifanyike ili kwamba mambo mazuri yaweze kutokea. Na mambo haya ndio ninakwenda kuzungumza na wewe ili yaweze kutusaidia katika makundi yetu ya uimbaji, tuweze kufanya vizuri, makundi yetu yabaki katika ubora wa kimuziki na ubora wa kiroho. E, ili kwamba huduma yetu iweze kupata upenyo na kibali zaidi kwa sababu hata neno la Mungu linatuambia na laaniwe afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa hiyo unaweza ukaona moja kwa moja kwamba ili tuweze kupata vitu vizuri, ili tuweze kufanya vitu kwa ubora kuna mambo kadha wa kadha lazima tuyafanye. Na jambo la kwanza ni kufanya mazoezi kwa hiyo uwepo muda wa kufanyia mazoezi zile nyimbo zilizopo. Namaanisha mazoezi ya sauti, mazoezi ya muziki, mazoezi ya masololisti, mazoezi ya stepu. Kwa hiyo kwenye zile nyimbo ambazo tunazo tayari, kama kundi, lazima mzifanyie mazoezi, muda uwepo wa kutosha, na muda huu utumike vizuri. Kuna makundi yana siku nyingi za kufanya mazoezi na yana muda wa kutosha, lakini ule muda hautumiki vizuri. Sasa muda usipotumika vizuri, hakutakuwa na matokeo mazuri. Jambo la pili ni kuandika ama kutunga nyimbo mpya. Kwa hiyo kama kundi, lazima muhamasishane, ili kwamba mweze kuwa na nyimbo mpya. Mnapokuwa na nyimbo mpya, zitawasababisha muweze kuwa bize katika kujifunza hizo nyimbo mpya. Mjifunze mistari ya nyimbo, mjifunze sauti, mjifunze muziki, mjifunze stepu. Kwa kufanya hivi, mtajikuta muda wote mko bize na kazi ya Mungu, na itasababisha mfanye vitu kwa ubora kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini pia watu wangependa kusikia nyimbo mpya kutoka kwenu vilevile vile Biblia inasema mwimbieni Bwana wimbo mpya. Kwa hiyo kwa kuandika nyimbo mpya mnakuwa mnafanya jambo jema kabisa, kwa sababu Mungu atakuwa anawatumia anawashushia jumbe kupitia nyimbo zenu, ili aweze kuzungumza na watu wake. Jambo la tatu ni kufanya matukio ya ibada za kusifu na kuabudu. Mnapoandaa matukio ya ibada hizi katika roho na kweli, hii inawasababisha muweze kuwa karibu na Mungu, kwa sababu mtahitaji muda mwingi wa kufanya mazoezi ya yani nyimbo zenu, mtahitaji muda mwingi wa kufunga na kuomba, mtahitaji muda mwingi wa kufanya ibada. Kwa hiyo matukio kama haya yote yatawapelekea mweze kufanya vitu kwa ubora, kwa sababu mtakuwa mna muda mwingi sana wa kufanya mazoezi na kumsogelea Mungu. Kwa hiyo Mungu lazima atawainua kutoka hapo mlipo na kwenda hatua nyingine juu zaidi. Jambo la nne ni kushiriki katika mialiko, kwa sababu ukiangalia toka jambo la kwanza mpaka la tatu mmefanya juhudi sana na ile juhudi inasababisha sasa mungu aweze kuwainua watu wanaanza kuwaona watu wanaanza kuona huduma yenu wanaanza kuwaalika kwa hiyo mnapopata mialiko pia jaribuni kuitumia kama nafasi na ruhusu hii mialiko pia itasababisha mweze kuwa bize na mazoezi bize katika kumwomba mungu bize katika kumtafuta mungu lakini pia kule mnapokwenda na nyinyi mnakwenda kujifunza vitu vipya ila kuna angalizo sio kila mwaliko unatakiwa kwenda kwa hiyo ni vizuri ukaisikiliza sauti ya Mungu na uone amani ya Kristo inaamua vipi moyoni mwako, lakini pia ni vema kutii mamlaka iliyopo. Kwa hiyo kama uongozi wa kanisa unasema katika mwaliko huo hapana, ni vizuri pia kutii na kuwasikiliza. Jambo la tano ni kufanya rekodi. Kwa kuwa sasa mna nyimbo nyingi, mna nyimbo za zamani, mna nyimbo mpya, kilichobakia ni kwenda kuzirekodi zile nyimbo ili kwamba mweze kuwafikia watu wengi kupitia huduma yenu na hii recording itasababisha tena muweze kuwa na jitihada nyingi katika kufanya mazoezi, jitihada nyingi za kujifunza sauti, jitihada nyingi katika kujifunza muziki, jitihada nyingi za kufanya maombi na kufunga, ili kwamba Mungu aweze kuwatumia kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo jitihada nyingi ambazo mtakuwa mmeziweka katika kufanya recording zitawasababisha muweze kufanya vitu kwa ubora na Mungu atatukuzwa. Jambo la sita ni kudumu katika kuomba, kukesha, kusoma neno la Mungu pamoja na kuishi maisha ya usafi na maisha ya utaua. Hilo litakuwa ni jambo jema sana, kwa sababu itawasababisha mweze kuwa barua njema, barua safi inayosomeka vizuri kwa watu. Basi haya ndiyo mambo sita ambayo nilipenda ni kushirikishe, ndugu yangu. Hii yote iweze kutusaidia kufanya huduma yetu katika viwango vya ubora, ubora wa kimuziki ubora wa kiroho, na yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Asante sana kunifuatilia, ni mimi rafiki yako Jeremiah Wami.